Nimeweza kukutana na comrade ambaye anafanya kilimo ya mboga hasa sukuma na kunde. Naweza, anaweza kutusaidia kutuambia zaidi faida anazopitia kwa kupanda kupanda mboga hii katika eneo la Kibabii. Kijana mmoja aitwaye Peter Kimani anapambana na maisha kwa njia rahisi lakini yenye nguvu: kulima sukuma wiki kwenye kipande kidogo cha shamba lake. Anapanda mbegu, anazitunza kwa kumwagilia maji kila siku, na baada ya wiki chache mboga zake zinamea vizuri. Sukuma wiki zilimsaidia kupata chakula cha kutosha hata wakati pesa zilipokuwa haba. Mara nyingine alipovuna zaidi, aliweza kuuza kwa majirani na kupata pesa za mahitaji madogo. Kupitia juhudi zake, Kimani aligundua kuwa hata shamba dogo linaweza kuwa msaada mkubwa na chanzo cha matumaini. Kwa majina naitwa Peter Kimani. Mimi ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Kibabii, na unavyoangalia kwamba, uh, kando na masomo nikaamua kwamba nifanye ukulima kiasi, kulingana na hali ya uchumi jinsi ambayo imepanda. Nikiangalia kila siku kuchukua shilingi kumi kwenda kwa mama mboga huko nje kununua mboga, imekuwa hali ngumu kabisa. Unaweza pata ipo siku unaweza pata shilingi moja, unaweza pata shilingi moja kwa pesa, so nikaamua kulima, kutayarisha hapo mahali kidogo niwe napanda mboga zangu. Ukiangalia hapa kuna sukuma, hapo kuna kunde ile siku ambayo nitakuwa nimekauka sana uh, kumuridi wanasema kuinama na kitaka kuinama, na kuja nachuna mboga zangu hapa naenda, na katakata, naweka kwa sufuria, napiga ugali wangu, siku inaisha hivyo. Uh, kwa wanafunzi wenzangu naweza kuambia kwamba wale ambao wako kwa plots zenye ziko na nafasi, mtumizi wa nafasi uh, wakati wa mvua, kama kuna mvua unalima kidogo, unapanda mboga. Hizo mboga zinaweza kukusaidia labda, hata si kula tu peke yake, unaweza amua, unachuna, unauzia mtu anakupatia shilingi 20 hivi mendo unanunua kalamu kama hauna, ili kurahisisha kusaidia mzazi, mziko wa kununulia kila kitu, ikiwe ni kidaftari, kalamu, kila kitu unaweza pata hivyo vipi kutoka kwa hii sukuma. Asanteni sana, nikiripotia runinga ya Kivu, mimi ni mebo Mutachi.